Aliuliza mkoa tukipiga kura tunaenda wapi? Asubuhi ya tarehe 29, toka nyumbani kwako na kitambulisho chako cha kupigia kura. Wala ambao hamna kitambulisho cha kupigia kura, tume ya uchaguzi wameshatoa ufafanuzi. Mtu ambaye ana kitambulisho cha taifa anaruhusiwa kupiga kura. Mtu ambaye ana leseni ya biashara, ana leseni ile driving license ya kuendesha magari anaruhusiwa kupiga kura, kwa maana utambulisho wote ambao tume ya uchaguzi wameutoa unaokupa nafasi wewe kama Mtanzania Mwananjombe kupiga kura, utumie kupiga kura. Ni haki yako ya kidemokrasia, na ndiyo maana unaenda kuchagua ndio na hapana. Ni haki yako ya kidemokrasia, huna sababu ya kuipoteza. Na ndiyo maana kitaifa, baada ya mjadala wa miaka mingi kwamba uchaguzi usifanyike siku ya ibada. Kuna watu wanaenda kanisani, wanaenda msikitini, alafu kuna zoezi la kupiga kura. Serikali ikifanya mabadiliko, siku ya kupiga kura inakuwa ni siku ya kazi na moja siku ya juma tano. Lakini mheshimiwa rais amepewa mamlaka kwa mujibu wa katiba na sheria kuitangaza siku ya uchaguzi mkuu wa nchi ya Tanzania kuwa siku ya mapumziko kwa hiyo hiyo siku ni siku ya mapumziko, lakini siku ya mapumziko zaidi kwa sisi ambao tunaenda wapi? Maofisini. Kwa wewe mfanyabiashara, hiyo ni siku ya kufanya pia biashara zako, toka asubuhi, piga kura, fungua meza yako, fungua duka lako, fungua mgahawa wako, fanya biashara yako. Sijui mnanielewa mendelewa vizuri ni e siku ya mapumziko kwa wale ambao wanaajira, lakini kwa mfanyi biashara siku yako ya kufanya ya biashara. Tena fungua duka mapema, maana kuna watu ambao wanafanya shughuli za ujenzi. Siku yake ya kuchukua saruni kwenda kufanya kupiga lipu nyumba yake, ndio siku yake ya kununua nondo kwenda kufunga renta nyumba yake, ndiyo siku ya kununua rangi kwenda kupiga rangi nyumba yake. Uliyoko sokoni fungua soko mapema, maana ni siku ambayo mtumishi ambaye yuko ofisini amepata siku ya katikati ya wiki kuja kufanya maelezi pale sokoni, ili ache nyumbani aliabise kazi zake za ofisini. Aliyoko kwenye usafirishaji, bodaboda, bajaji, daladala, teksi, boti, upa ni siku yako ya biashara. Basi watu wengi wanafanya movement za kufanya maelezo ya nyumbani na kwenda kuona vitu vyao ambavyo hawajaviona toka Jumamosi na Jumapili alipotoka kwenye hizo shughuli kwao, niwaombe nenda ukapige kura, alienda biashara zake nenda kwenye biashara zako, wala ambao hukupata nafasi ya kusalimia ndugu ulikuwa anaumwa ulikuwa umefiwa, ni fursa, unapiga kura asubuhi unaenda kwenye shughuli zako nyingine. Kuhusu swala la usalama, niwahakikishie usalama wa mkoa wa Njombe, uko salama kabisa. Nenda ukatimize haki yako ya kikatiba. Njombe ni salama, huu ni mkoa wa wafanyabiashara, huu ni mkoa wa wazalishaji, huu ni mkoa wa wachakalikaji. Piga kura, endelea shughuli zako wala usiwe na wasiwasi wowote, siunaendelewa kama mkoa. Vyombo vya mlinzi na usalama kwenye mkoa iko seai kuhakikisha kwamba kila mwananjombe anatimiza haki yake ya kupiga kura. Usitishwe na maneno wala usibabaishwe na jambo lolote, vituo viko kwenye maeneo yenu na vituo vingi viko ndani ya maeneo ambayo wapiga kura wananchi wanaishi. Toka kapige kura. Baada ya kupiga kura endelea na shughuli zako za uzalishaji, endelea na shughuli zako za utoaji huduma, endelea na shughuli zako za kibiashara. Baada ya hapo, tume ya uchaguzi wana utaratibu wa kutangaza washindi wa, wa udiwani matokeo ya urais. Hayo ni mambo ya tume, hayo ni mambo ya tume. Kwa hiyo nimesimama hapa kuhakikishia wa watu wa Njombe wote tarehe ishirini na tisa ni siku salama kabisa. Tarehe 29 ni siku ya maamuzi ya taifa letu. Nenda ukatimize haki yako ya kidemokrasia, nenda ukatimize haki yako ya kikatiba, piga kura yako. Baada ya hapo, endelea na shughuli zako. Masoko yafanye kazi, duka yafanye kazi, mikahawa vifanye kazi, vituo vya mafuta vifanye kazi, stendi vifanye kazi, wasafirishaji wafanye kazi. Anayetaka kwenda shambani kuangalia kama mbole yake imefika aende shambani anataka kwenda kuangalia kama mbegu anatarajia kuzipanda, uh, baada ya kunyesha zimefika shambani, aende shambani kwake.